Kulikuwa na viongozi waliokuwa na matamanio fulani fulani yamekwama. Kuna watu walitaka hiki chama kiharibike, wameshindwa. Kuna watu walitaka serikali ipasuke, wamekwama, wanaleta nongwa wanataka kuitisha mamlaka, kuitisha nchi, kuitisha serikali ionekane mambo hayako sawa. Ninawahakikishia Tanzania hii chini ya Samia ni salama sana. Na Mungu aliyempa Daktari Samia uongozi ndiye atakayemlinda na, na kumvusha. Sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mungu hawezi kukupa mtihani ambao huwezi kuubeba. Kuna muda uongo ukisemwa sana, watu wanaamini ni ukweli. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, tumewapuuza kwa muda mrefu, lakini wanachokochoa sasa. Niwaambie wale walikuwa na ajenda zao za kupasua chama, kupasua serikali, lakini wamefanya nini? Wamegota. Na niwaambie chama hiki huwa hakitingishwi, CCM haitikisiki. CCM ni imara na CCM ni madhubuti.